Basi kama mwagajizi bao tunamereka naye tuendanao hospitalini, anapata dawa, anakuja, anatumia, maumivu yanapungua. Baada ya muda yanarudi tena, tunampeleka hospitalini. Tunaiweka mikononi mwako. na Yesu Kristo. Eh, Mungu akubariki sana. Wanaweza kusikia kanisa? Kwa majina naitwa Neema Mshana. Nimeokoka na kwenda Yesu. Nyumbani ni hapa jirani kono. Karibuni sana Mungu. La kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kuwa amenitetea na kunipambania, kwa Jumatatu hadi leo Jumapili. Sifa na Tengine ni kwamba kuna siku tulikuja kwenye maombi hapa, mtume akasema tuombe kwa ajili ya watu wa kukumbuke. Nashukuru Mungu kwamba kuna siku nilikuwa nyumbani jioni nikapigwa simu na mama ambaye nilifanya naye kazi kama miaka miwili au mitatu hiyo iliyopita. Akanipigia simu akaniambia, madeni uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Sasa hivi nashukuru Mungu, nikamwambia niko tu naenda enda sokoni, akaambia hapana. Kuna mahali nimepata mahali pa kufika na nimeshatafuta watu zaidi ya watu watatu mpaka nimewapata majumbani, lakini kila ndiye muendea sijampata. Kwa hiyo kama una nafasi pale, kesho uangalie ile ndio kama nitakufaa angia. Sawa, kesho yake nikapata kule, nikaangalia ile simu, kaambia japo ni ndogo, lakini kuliko nikae na niendelee kusimama hapa, maana najua Mungu atatenda zaidi. Basi tukaanza kazi. Baada ya siku mbili tatu, kuna watu niliwakuta wakiwa wana shughuli yao, wengine wanafanya shughuli ya kupika, na mimi kana kupika kwa mtu. Baada ya muda akaniambia hapa ha, ha, tunaona kama biashara ilikuwa sana, kwa hiyo mtatafuta jiko sehemu nyingine. Kaambia sasa, si kwa unapotafuta ni wapi? Hebu tafuta kama mtaona sehemu nzuri zaidi. Mara watu wenyewe ni wakuta na zaidi ya kwangu, wakaniambia basi, kama tutapata tutakuambia. Siku ya Jumapili sikupanda kule mjini, nikaa niko nyumbani. Jumatatu nilipoenda sikuwakuta. Nimewapigia simu nikaambia, jamani, mko wapi? Mbona mpaka saa hizi wateja wanaanzia siku? Wanaambia ah, tunakuja tuko mtaani. Naambia amepata jiko hiyo? Tume ah ah, hatujapata kuna mali tunasoma soma ramani si. Naambia basi nje, maana wateja wanasumbua kweli. ipo fika mchana wa kaja, naambia mm, sisi tumeona tu tutafute kazi mahali tuendelee kujishinda, maana hata ndani sasa hivi ni nimeuma. Naambia lakini sasa kama bishamo simama, kwa nini msisimame? hiyo yuko akasema hapana

Nikauza ikafika saa tisa, kile chakula kimeisha. Siku ya pili nikapika, ikafika jioni, chakula kimeisha. Kaja kanambia mama, kazi lipo, naambia kazi inaenda vizuri, kwa hiyo chakula kinaisha, nkaambia e, kaambia eh, sasa mbona si tumekata tamaa tukaondoka, alafu kazi nikuja kuwa zio, nikaambia kila mtu ana nafasi yake. Kwa kweli namshukuru Mungu kwamba kibali nimepata, kazi ninavyoona kazi inaenda vizuri, kwa hiyo sifa na utukufu na